zangu kama tulivyokubaliana, tumeelewana hivi, leo lazima haki itendeke, hakuna kuangalia sura ya mtu, haijalishi ana ng'ombe au ana nini. Ndio, mm -hmm. Ikiwezekana apigwe viboko, ili asikilizie maumivu ya fimbo alizokuwa anatupiga. <laughs> Yaani bibi Gati, na nakushangana tena, nasikitika. Wakupigwa fimbo wapo, ila Ntemi umejichanganya, ndugu yangu hivi kweli Ntemi wewe unafikia ni wa kupigwa fimbo? Wa kupigwa fimbo ni wengine, sio Ntemi ndugu yangu. Kwa Ntemi kuna nyama tu, lazima ng'ombe wamtoke, tena za kujichagulia wana kijiji wenyewe. Haya <coughs> ah, bwana twendeni, tusogee kwenye viwanja vya mkutano tukasikilize anajii. Yani, usiwe na haraka, tusubiri kwanza watu wajae ndo tuende, tusiwe wa kwanza kufika. Sasa ndugu zangu, niwaambie, unajua leo watu wana hamu na huu mkutano eh? Yaani kila mmoja anatamani leo aje. Nimegundua kwamba kumbe Ntemi alikuwa ndovu hapa kijijini. Sasa kila mmoja leo ana furaha ya kwenda kumwangusha tembo kama mlivyo, wewe na wewe. <laughs> <laughs> <laughs> Hey, hey. Hey. Yere mwa ene. Yere mwa ene, yere mwa twendeni Yere, twendeni jamani. Tuwai kabisa itakufika majaribu utakosa pa kushika. Oh, bamba we oh, hey, hey. Sikio la kufa haisikia gidawa. Unachokipanda ndio utachovuna unajali wanyama kuliko mwana. Oh, baba we yatakufika majaribu utakosa pa kushika. Oh, oh, baba we hizi, hey, hey. mila na desturi zinatupeleka wapi? Mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia Epuka rawama, baba, mwana sije shika shati. Mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia. Ntemi, we, hey. oh, Ntemi we oh, Ntemi we unapoteza mwana kisa mifugo, siwafata mila baba

Unazifulia tawa najua. Hey, na, na, na, na, unajua vizuri? Aam, ukuluguru nikangalie zile zingine

Maana mimi wakati wowote naondoka. Dada, mwelewa anachokizungumza, anamaanisha amejirudi, amegundua alipokosea kutenda. Kosa sio kosa, kosa ni kurudia kosa. Anamaanisha msikilizi, anachokiongea naomba unisamehe, ili huko niendako niende kwa amani. Hivi, <laughs> mm. Unajaribu kucheza mchezo gani mzee? Maana sielewi nini kinaendelea hapana. Huu sio mchezo na ucheza. Mimi nilikuja hapa kwa ajili ya kusikiliza kesi ya kaka yangu, lakini kwa bahati mbaya akafungwa. Tamaa ya nini? Naomba ubaki na mali ya baba yako. Una uhakika na unachokiongea? mm -hmm. Umechukua maamuzi mazuri sana kwangu na kwa zenu. Hivyo ndivyo wazee wenye hekima na busara huwa wanaishi. mm -hmm. Hapo sasa, umeanza kuwa mzee mwenye faida katika maisha yetu. mm -hmm. Binafsi ni kushukuru kwa kuniita kunikabizi mazingira mm -hmm. haya kuliko ambavyo ungeondoka ukayaacha tu hayana mwangalizi. Niseme asante. Hakuna chochote kilichobadilika, kila kitu kiko sawa. Mamdogo, wewe uko upande wa kumtetea Nitemi au kumkandamiza? <laughs> Temi ni mkwilima wangu na yupo na mjukuu wangu japokuwa waliachana na Vero, ila ni familia yangu. Safi kabisa mam, mamdogo naona wewe unashabikia upande wangu <clears throat> upande gani? Sije ikawa ni mtego kumbe wewe ni mpinzani wangu. Hmm. Mama mdogo, mimi niko upande wa shemeji yangu Ntemi. Ntemi natakiwa nimpe faraja, asijisikie mnyonge, si unajua tena, hivi karibuni naenda kuunganisha familia. siwezi kumuhukumu Ntemi, ili mjukuu wangu asipate shida katika ukuaji wake hmm. na yule mtoto kwa Ntemi sasa, kama moyo wake sijui, kwa sababu ni katoto pekee hmm. hmm. we achana nayo tena, tukasikiliza anayojiia wasije tu wakaenda kumkandamiza uko watu ha. Maana ambavyo wampendi hapa kijijini, utakufika majaribu, utakosa pa kushika. Mama inaniambia nisitoke hapa nyumbani. Je, tayari kurudi?

ukaba tegere kaba na nzengu mwari haya. Ukuhuswa huku kutimbi umaune na kutimbi waka mpaka ni hau mwaku wane kwa shere raka gete. Yani huku la huku bundari le kuzuni jepi. Ama sarakanya turuku turuku upuli upuli mfe baba. Na winja kamo gete ni gashe siza na nzengu baba. Niyo kibabu moyo kwa kukwazunya kagete. Ili takiru waluguli shika tuhiri kanza. Tuguke tuje. Tutizo dira dira hangi. Tula tuizo tuha mugambo kutuizela. Angu. Ukutumiru wa mugambo wano umu ni wako giti wenu umu. Mii kubi wa kubi wa mandeke wa upeji peji wa giti tubuli. Yete kuzaridi shi wa baba. Kwa wabili takiru wa tuje kwa mapema. Kusudi tukago male na gugu. Nika shesiza baba nunzengo.

Sitaki kwenda na baba huko anakoenda. Baba, mimi nimekusamea kwa moyo wangu wote. Emabe, kama unahitaji kuishi hapa ninakukaribisha kwa moyo mmoja. Asante dada, mimi ni kushukuru kwa maamuzi yako ya busara ya kunisamehe. Tayari mizigo nimeshafunga himo ndani naomba niondoke tu haraka, kabla ya migambo hawajaja. Sawa baba, sasa mimi naomba niwaache, niwai ofisini huko kwenye mkutano nikajie ni nini kinaendelea huko. Rema. Baba, naomba ubaki hapa nyumbani, naenda nikasikilize kisha nitarudi. Nitakaporudi karibu tuzungumze, tuweke mambo yote sawa. Babangu, mimi nasembea, safari njema, Mungu akutangulie njiani, ufike kwa amani unakoenda Tutaona. Amina, mwanangu, asante sana. Milima mm, haikutani binadamu, hukutana. Baba mkienda mwana, safari njema, bila msisahau, tuko mnakuja kusalimia ntaomesi kuaa wazazi wangu, lakini baba, ukienda huko na wewe utulie, uwache ukoroku, uishi vizuri na watu na unaenda kumwangalia babake na rafiki yako anavyoadhibiwa? <laughs> na achaje? Kwa mfano ni lazima nikashuhudie yule mzee anavyochapwa na kuadhibiwa vikali, maana ananikela na lile panga lake lisilokuwa na kazi. Yeye hajuagi kitu. We haumuhurumii rafiki yako? Huruma hiyo ya vipi? Anaadhibiwa sio shoga yangu, Anayeadhibiwa ni huyo baba yake mkorofi, katiri, mnyama. hmm. Hmm. Ila mi namhurumia Ntemi, sijui itakuaje hmm. Usilolijua ni kwamba Ntemi ni simba wa vita, amekwisha kuimaliza vita kabla hajaingia uwanja wa vita. Kwa eli, wacha nikashuhudia kinachoendelea, takuja nikusimlia, we endelea kubaki nyumbani. Dada, mi ngoja niende nyumbani. Utakuja uniambie vizuri, usijali. Haya. Majalibu, ila jamani Ntemi mbona mbona hii ni dharau sasa. Sasa. <tus> Eti jamani, hivi kweli <tus> <tus> Sasa mnamsubiria? <S preachers> Umeona? <ugly> <analysis> so, sasa alivyo na dharau tena, yani hata aibu ya kuangalia watu macho ya watu hana haya hata kidogo, yaani mtu jeuri sana. Ila wewe mwananchi umesahau nini? Huyu ni mjeuri mno, anatuona sisi kama wanaye. Eh, naomba apigwe fimbo sasa, ndio itaeleweka. Leo majibu yote atatokea hapa. <coughs> <coughs> Hey, hey, <hey>. Naomba tusikilizane. <coughs> wananzengu. Ukinya utaware utawale wananzengu. Lengo la mkutano huu ni kutaka kuwakanya watu mabaya yao, waache mara moja.

amemtelekeza dada yangu oh. Sasa siku nikikutana naye atajuta maamuzi aliyoyafanya ngoi. Tujage tujage, na majina yao nayo hapa hapa, kwa hiyo nikikuita Natoka mbele mara moja. Wa kwanza ni Ntemi Maremi. Kuna mwingine wa pili ni Benson. <laughs> E, hanauliza mzebesoni hayupo. Migambo, naomba mfate Benson mara moja mumlete hapa. Ale, tuendio.

Kisa mifugo? Elimu si bule. Napoteza mwana kisa mifugo, kisa mifugo. Watoto waende shule. Napoteza mwana kisa mifugo, napoteza mwana kisa mifugo.